Wanaagiza magunia ya korosho kutoka mpaka Bangladesh na India, yamekuja yale yako kama sufi, si ndio? Kwanza yale magunia hayatundi vizuri korosho. Yale magunia yetu ya zamani yale ya katani yana vishimoshimo vile ambavyo vinaruhusu hewa kufanya nini, kupita. Mwalimu Nyerere alijenga hapa kwenu Lindi peke yake kulikuwa na mashamba kumi na saba ya mkoa, ambayo yalikuwa yanatumika kutengeneza magunia. Hapo alipojenga Dangote kulikuwa na shamba kubwa la mkomo. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mwalimu aliona mbali, korosho zitakuwepo, zitahitaji magunia, kwa kuna kitu kinaitwa makipra ya ife kama ulimi korosho utaajiriwa kwenye kiwanda Wenu hapa hapa, sijui kama mnanielewa. Kwa hiyo hela inatoka kwenye korosho inaingia kwa kijana aliyeajiriwa kwenye kiwanda cha mkonge pale cha magunia. Yule kijana akitaka kujenga anaajiri fundi wa hapa hapa kwenu. Pesa inatoka hapa kwenye korosho inaingia kwa huyu kijana, inaingia kwa fundi. Fundi akipata pesa atakunywa chai kwenye mgahawa wa huyu bwana, huyu ataagiza sukari kwenye duka la yule bwana. Yule ataagiza boda boda, pesa inazunguka miongoni mwetu. Leo wameua hivyo viwanda. Gunia linaagizwa kutoka Bangladesh kuja hapa. Kwa hiyo pesa inachukuliwa hapa, linapelekwa Bangladesh kutengeneza ajira. Wakati vijana wetu hawana nini? Tukisema hawana akili, tunawatukana tunasema ukweli. Tunasema ukweli tunawatukana. Serikali imewashinda kuendesha. Tunaelewana mzuri? Haya. Tutoke hata kwenye magunia. Gunia linafika freight. Na mimi nataka ni challenge hapo, kama wapo price, mpaka linafika Dar es Salaam shilingi elfu nne na mia tano, lakini nyiye kwa kila kilo moja mnalipa karibia shilingi 81 ukipiga, ni shilingi 6500 kwa kila gunia. Haya mambo nasema ukweli, nadanganya?